Mungu inabidi mpe Yesu vile vile, usitofautishe kama vile wamweshimuvyo Baba wamweshimu na mimi pia. Anasema, anaendelea: amin, amin na nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita katika mauti na kuingia uzimani Naona ka nyingine hiyo ula nie amini mimi aingie hukumuni, amepita na kuingia uzimani. 25. Tano, amini, amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai. Maana umeuliza siku ile, sasa sisi tuko hai, wengine wako makaburini, inakuwaje? Sasa anasema siku ile watu wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu wale walioko makaburini, wale, wale, wataisikia sauti ya Mwana wa Mungu na watakapoisikia watatoka wakiwa hai. 26 anasema maana kama vile Baba